Bila shaka ni kipindi cha Nuru ya Lugha, na sasa hivi ninaye mwalimu Otieno mjomba kwenye laini ya simu, Mwalimu Victor. Salama sana, sijambo, unaendeleaje? La, niipo mzima sana. Hali yako vipi? Baada ya tamasha, hali yangu shwari, naam, nakuendelea na shughuli nyinginezo. Ehe, lakini kile cha kwanza, naam, ningependa sana kutoa shukrani kwa shirika la The Standard na Radio Maisha chini ya mwavuli wa pia kipindi chenyewe cha nuru ya lugha no. kwa kufanikisha tamasha ya Ulimbwende wa Kiswahili no. awamu ya pili eh, tamasha ambayo iliweza kufana zaidi kwa kila mwanafunzi ambaye alihudhuria kuanzia wa kwanza hadi wa elfu na mia tano naam. Kuanzia kwa kila mwalimu ambaye alifika pale naam. Kuanzia kwa vyuo vikuu KW. vyuo vikuu vya Nairobi um, Kenyatta, Egerton uh, Maasai Mara pamoja na na Maseno naam kuanzia kwa wageni waliofika Daktari <tutu> Miricho akiwa hapo ndani ameweza kufanya kazi nzuri sana, aliweza kuzungumza na wanafunzi, aliweza kufanya yaliyofaa kufanywa na hata wanafunzi wakatoka pale wakiwa na furaha zaidi. <tutu> Kuanzia kwa, kwa washirika ambao tulikuwa na wao pale KFC hadi kwa Royal Ikea na kadhalika, yani tunawashukuru sana tunawashukuru kwa sababu mliweza kufanikisha haya na kwa upeo wa juu zaidi naam. Kuweza kuwa na wanafunzi uh, elfu na mia tano mm, kujitokeza kutangamana na waalimu mbalimbali, kutangamana na uh, wataalamu mbalimbali ni jambo ambalo si la kupuuziliwa kabisa, na hivyo basi, na wavulia kofia waalimu, wanafunzi, shule, wakurugenzi wote anawazinia sigara namna ambavyo Waswahili wanavyosema, naam, sigara na, ya yani gazanda visa, <laughs> katika sherehe zenyewe Mabruki aliweza kufanikisha kazi yake katika ushereheshaji naam, akahakikisha kwamba wanafunzi wameongolewa katika kila hatua mm -hmm. Waalimu nao wakahakikisha kwamba wanafunzi wao wanafuatilia kila kilichokuwa kikiendelea, naam, kwenye vituo vya Beru, Radio Maisha, KTN na The Spice. Naam, wote waliokuwa pale, fundi wa mitambo na watangazaji waliokuwa kwenye zamu wakati huo walifanikisha ndoto za wanafunzi wengi maana Mm -hmm. Kuna wanafunzi ambao walikuwa tuuliza maswali kabidi, wakati fulani wakati tuwakatizie tuwatambie muda umefika, itokeni sasa. Naam, wanafunzi walikuja wakiwa na hamu zaidi ya kutaka kujua mengi, na ninajua kwamba waliweza kupata mengi. Bila shaka nimepata hata mrejesho upande wangu kwamba ni tamasha wengi wanapenda, hata ingekuwa ikifanyika kila Jumamosi. <laughs> eh. Eh, na <laughs> hakikisheni kwamba mnashughulikia mambo haya kila wakati. Wewe uliambiwa kila Jumamosi, wengine wote wakisema eh, kila muhula tuhakikishe shughuli zinaendelezwa, na kutokana na kauli hiyo basi, tunawahakikishia na tunawaahidi kwamba tutaweza kutilia maanani mirejesho ya kila mshikadau na ifikapo uh, mwezi uja mwezi wa sita, mm -hmm, tutakuwa tukitua. Maanake kuna wengi ambao walikuwa tuuliza inakuwaje, tu kama mnaandaa sherehe kama hizi Nairobi pekee, mbona mm -hmm, hamtilii manani watu kutoka maeneo mbalimbali ya nchi? Na hivyo basi tulisikiliza, na mipango imekamilika tayari mm -hmm, kueleza kwamba tutakuwa tukitua Kisumu siti mm -hmm jiji kuu la Kisumu. Awamu ya tatu ya tamasha itakuwa katika shule ya Makini Kisumu, na ni shule yenyewe iliamua, kutokana na ule ufanisi wa tamasha ama awamu iliyopita kuwa mwenyeji. Naam, ni kwamba shule hii ya Makini ilitaka kuleta wanafunzi, shule ya Makini Kisumu mm -hmm. Ilitaka kuleta wanafunzi Nairobi. Naam. Lakini wakaangalia utaratibu wenyewe kwamba waka mm. gharama huenda ikawa juu kwao. Naam. Hivyo wakaamua kuwa wapo, wow, tayari, manake wanafunzi karibu mia mbili walitaka kuhudhuria kutoka kwao kule Kisumu, naam na wamekuwa na tamaa zaidi wanaposikiliza Redio Maisha chini ya na odha mwenyewe, alafu unapata center forward Mabruki akifanya vituko vyake, hey, akisema barabara kabisa <laughs> wamekuwa <natamaa zaidi, laughs> na tamaa zaidi na kushiriki <laughs> na hivyo uh -huh. kutokana na hilo wakaamua basi, wacha wao wenyewe wawe wenyeji uh -huh. watamasha awamu ya safi, nafikiri tutakuwa tukiendelea kuhamasisha uh, wapenzi wa Kiswahili pamoja na wadau katika sekta ya elimu ili kufanikisha tamasha hiyo, inshallah. Hapo mambo yatakuwa mazuri zaidi, ila kabla ya kumaliza, Bwana Victor, naam. Ningeweza tu ningependa tu kutambua uh, moja kwa moja no. uh, Divine Mercy Kikoshe mm -hmm. Ilo Chantili no. Ubuntu Tarsuna Makini Our Lady of Mercy Umoja ph Juja Kiwestland uh, Langata uh, Martin St Marys Jubilant Moi Kabarak Moikabarak Zil Covenant Marura School na shule nyingi tu ambazo ziliweza kufanikisha shughuli hizi. Tulikuwa na takriban shule arobaini na tano. Ewa, na ni ripoti hiyo, msikilizaji, kutoka kwa mratibu wa shughuli ambazo zilifanikisha tamasha ya ulimbwende wa Kiswahili. Aa, ndugu mwalimu Otieno Nama, tutapanga uje utuhamasisha zaidi kuhusu mipango inayofuata. Mimi nitakuwepo ukinihitaji, nitafika. Naam, nitafikana manake, um, tupo mbele pamoja nyumbani. Shukran sana ndugu yangu, asante sana. Wacha niendeleze mengineyo haya. Wasikilizaji Sa wote safi na mm nawashukuru sana -hmm.